Kundi la waandamanaji siku ya Jumanne, Oktoba tarehe 7, waliandamana katikati ya jiji la Nairobi kuunga mkono Israel na kuiombea amani Jerusalem. Waandamanaji hao walibeba mabango yenye ujumbe Israeli ni ya Mungu, omba amani kwa ajili ya Jerusalem, huku wakipeperusha bendera ya Kenya, Israel na Marekani. Uhuru ni wa Israel, Kenya iko upande wa Israel. Tunasimama na Benjamin Netanyahu. Tunataka kumkumbusha kila anayeamini kwamba kuna myahudi aishie ndani yako, jina lake ni Yesu Kristu. Maandamano hayo yalifanyika wakati Israeli ikiadhimisha miaka miwili baada ya Hamas kuvamia Israel na kusababisha vita vinavyoendelea kwa sasa kwenye ukanda wa Gaza. Sasa Wapalestina wanafaa kuishi na kushirikiana kwa amani chini ya bendera ya Israeli. Hauwezi kuunda taifa lingine ndani ya Israeli. Ni kama kudai kwamba Kaba igawanywe iwe mbili na wakatoliki wawe kando ya Kaba. Wanaweza kubali hilo? Hawatakubali kuhusu taifa la Israeli. Hawataki taifa la Israeli liwepo. Unaweza kuwa na mazungumzo na watu ambao utamaduni wao ni ugaidi, ambao hawataki wewe uwepo, ambao serikali yao ni taasisi ya kigaidi? Haiwezekani kuishi na jirani kama huyo. Hakuna mtu anayeweza kuishi na jirani wa aina hiyo. Nobody can live with a neighbor like that. Mashambulio ya Hamas yamesababisha vifo vya watu, watu 1200 na kuwateka watu 251 huku Israeli ikiwaua watu elfu 67 kwenye ukanda wa Gaza. Maandamano mengine ya kuwaunga mkono wa Palestina na kushinikiza kumalizika kwa vita kwenye ukanda wa Gaza pia yalifanyika jijini Nairobi mwezi Septemba.